Nitazungumza nawe kuhusu thermoplasty ya bronchi, bronchial thermoplasty, bronchi inamaanisha mirija ya kupumua. Thermoplasty inamaanisha thermo inamaanisha joto, plasti inamaanisha unda upya mirija ya kupumua. Mirija ya hewa kwenye mapafu ni kama mti uliogeuzwa juu chini na majani. Kwa hivyo mirija hii katika pumu, kipenyo hiki kinakuwa kidogo. Kwa hivyo ili kurudisha kipenyo hiki tena, unatumia dawa kama inhalers, nebulizers, lakini wakati mwingine Mrija huu unakuwa mdogo sana na unabaki hivyo na unaanza kuwa mwembamba zaidi na zaidi. Kwa hivyo ili kuzuia hili kutokea, kwa wagonjwa wa pumu wa muda mrefu, hasa wale wanaovuta sigara na wanatumia inhalers, nebulizers, wanakuja hospitalini mara kwa mara, wanakuja kwenye kitengo cha uangalizi maalum, wanapata uingizaji hewa wa mitambo, watu ambao hali yao ni mbaya sana, ambao wamejaribu njia zote za matibabu na ubora wa maisha yao au kol ni duni sana. Tunafanya bronchial thermoplasty ambapo tunafanya bronchoscopy ambayo ni endoscopy. Tunaingia kwenye pua kwenye mapafu na ndani ya mapafu tunaweka waya zenye kipengele cha joto ambacho kinaingia kwenye sehemu tofauti za pafu. Na ndani ya dakika chache tunapasha joto pafu ili mirija ambayo inabana isizidi kubana kutokana na joto linalowekwa. Kikao kimoja au viwili kwa kipindi cha wiki chache na kisha pumu ya bronchi ambayo ni kali sana haifiki kuwa kali tena. Unaepuka kulazwa katika kitengo cha dharura na utunzaji wa wagonjwa mahututi, na unatumia tu dawa za msingi, na ubora wa maisha yako unarudi kuwa wa kawaida.